Ni ambao bado mko kwenye malezi ya watoto, unalea watoto, ili rika la kwangu ambalo bado tunakimbizana na hawa watoto hawa. Kumjengea mtoto nidhamu ya fedha, unatakiwa uanze leo. Akiwa mkubwa, ni ngumu kumrudisha kwenye laini. Mapema tuna shule yetu moja ambayo inaitwa Great Lakes Adventist Academy ya kanisa la Sabato, iko Michigan. Mtoto akisoma pale, ni sheria ya shule lazima afanye kazi achangie, mshia, achangie ada ya mtoto ya nini, ya nini ya baba yake. Kwa hiyo mtoto wako akisoma hapo, uwezi kulipa ada tu, anakwambia na yeye anafanya nini ili kuchangia hii ada. Ukauliza kwa nini, unakwambia lazima awe na nidhamu, maana akijua ugumu wa kutafuta hela, hata leta mchezo njio. Hao wakwetu wa kawaida, kuna saa unadhani kwamba kwa kumpa kila anachokitaka umemsaidia, kumbe ndipo anafanya nini unamharibu. Sikia vizuri, Mungu atusaidie katika hili. Mlee mtoto katika njia, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Ndipo utajua kwamba hao wana saikolojia wote wanaosema tumesoma saikoloji, wana PhD wana masters, Biblia imejaa saikoloji kuliko wao.